Uko salama kwake. Mjane, kumbatia Yesu uwe salama, sawa? Eh, sasa namna ya kuipata hiyi homoni moja: cheza na wanyama wale tunaoita pet. Hawa peti peti peti, kama ni nini, paka, mbwa. Kuna peti gani tena mwingine? Eh, tunaowajua zaidi ni hao, eh, paka, mbwa, hao ndio peti eti ukicheza na hao, kwa wale wana maana mimi sikaribiani na paka, ataniletea allergy, mbwa asinisogelee wala asiniguse. Sasa na wewe kama mimi utasema, kwa hiyo napataje hiyo hormone? Lakini pia kucheza na watoto. Ukicheza na watoto oksitosini na mwago kwako, na wewe ni shahidi. Unaonaje ukishika mtoto wa miezi hivi ukicheza naye kuna raha unayosikia eh? Yes. Cheza na watoto una vitoto vyako kama hivyo. Baba achukue kacheze nao mpira, mama kacheze na watoto wako, cheza na watoto wako, oksitosin inamwagwa kwako kwa kwa. Haya, lakini pia au cheza na mwenzi wako, ucheze na nani? Na mwenzi, utasema mimi mwenzi sina. Mwenzi unaye, niliwasomea Isaya hamsini na nne, tano, wale wake wa baba yangu wale huyo ndiyo mwenzi wako, cheza naye. Nenda kanisani, imba, fanya kazi kanisani, hapo unacheza na mwenzi wako, na hiyo homoni itamwagwa kwako. Sawa eh? Haya, alafu tenda wema kwa wapendwa wako, onesha upendo. Ukionyesha upendo inakusaidia wewe, sio yule aliyetendewa. Yaani ukinionyesha mimi upendo anayefaidika sio mimi uliyenipa ni wewe kwa hiyo toa toa zawadi sawa eh tenda wema kwa watu wako unaowapenda onyesha upendo hii inakusaidia mimi wanaona nikichukua vitu hivi nimpe mtu yaani nasikia raha mimi ndio nasikia raha alafu zungumza na umpendaye ana kwa ana hivi kuna mtu hana anayempenda? Shida nikisema umpendae we, mawazo yako anaenda kwenye mapenzi, mapenzi ya kimwili eh? Huna unayempenda? Si unaye? Si una mtoto labda unampenda? Si una labda nani, mama yako, baba yako, unampenda? Una rafiki yako kipenzi, si ndio? Zungumzeni uso kwa uso. Ukizungumza naye kama una mwenzi, zungumza uso kwa uso, oksitosini inamwagwa zungumza na umpendae. Sasa hapa ndipo kwenye shida kwa wanaume. Wanaume haoni shida kuongea na hamuangalii mkewe, ambayo sisi kwetu hiyo yaani haiji kabisa. Hebu ona mama, unaongea na mumeo na mumeo yuko hivi kwenye kompyuta yake tu. Aa, wamesema mama Urio anakuja. Sawa mama, unajisikiaje? Vibaya sana sisi. Tunataka nikisema uwache kila kitu uniangalie unisikilize, hata kama naongea pumba. Kazi yako mwanaume, nyie mtapeleka taarifa kwa wenzenu. Kazi yako acha unachofanya nisikilize. Na unajua wanaume tu wenyewe hawatujuilii sisi, sisi ni viumbe wa pekee sana, ukiishi nasi kwa akili hivi. Ikitokea nyie wanaume wachache mlioko hapa, ikitokea kwamba unafanya kazi nantakuwa na nitakuwa nawaonea hawa huku, mwanangu heri unafanya kazi unaandaa mahubiri kabisa tena ya a4 makali kabisa, point ndio zinashuka, alafu mama anakuja, hey, ujue mchungaji, ujue mume wangu uoni mi hapa naandaa samon. Huyu mama baadaye utajiuliza, hivi nyi amumsikiagi mama uliokununanuna kwa sababu kwako ni jambo dogo sana. Nimewambia sisi tunatumia hisia kila kitu, sisi ni hisia hisia zinamwambia hakupendi, hakujali, anakudharau, wakati wewe hilo wazo huna, una kazi tayari. Baadaye ananuna, mkifika kule mahali ni vipepsi tu, ajali ni mchungaji, vipepsi mm. mm. Kumbe ulimkwaza. Lakini uishije? Naye kwa akili rahisi sana sikia: mke wangu, unaona, namalizia hii kazi hapa, nina kazi kidogo, namalizia. Nikimaliza njoo uniambie. Mke wangu naondoka nimefurahi, eh? Sasa ili ujue akili zetu ambavyo hazina akili wanawake, hebu akuite mke wangu, nimemaliza, njoo sasa uniambie. Nikwambie nini? Kile ulichokuwa unaniambia. Ivi nilikuwa nakwambia nini? Hivi nilikuwa nakwambia nini kwani? Nikumbushe. Huyo ndio mwanamke, kuishi naye ni rahisi sana, kwa sababu mara nyingine tuko kama watoto hivi. Ukitumia nguvu utaumia mwenyewe. Tumia akili kuishi na mwanamke, ni kiumbe yuko complicated sana. Haya, ajikande au mtu akukande kumasaji kule, sawa eh? Eh? ujikande au mtu afanye nini, akukande? Jamani, wale wenye waume nyosha mkono ni kuone, ametoka kazini amerudi Mkande wewe, ngoja nikutoe uchovu kwanza, unamkanda. Sijui niwagawie roho yangu, mi mbona naweza. Yani ukifanya hivyo, uombe hela kwa mwanaume, anakupa mwenyewe. Hati unamwomba unamomba, mumewe hela akupi? Kwanini asinipe hela eh? Kwahiyo ukikandwa au ukimasaji mtu sawa, mtu akikumasaji unapata. Sasa wale wenye wenzi fanyia neni hivyo, una binti yako hebu, e, nimechoka leo nimefanya kazi, nimefua, mgongo wote unaniuma, lala hapo akumasaji. Niliwaambia wachache wale ambao niko nao muda wote kwamba nyumbani kwako usikose mafuta ya nyonyo, si mnayajua yale, ni kiboko kwa maumivu sana. Mgongo unauma haueleweki, lala hapo upakwe. Njoo mwanangu, njoo binti yangu, nipake hapa mgongoni. Mafuta yale ni mazuri sana kwa maumivu, na ndio maana hata yale majani yake kama umeteguka, si unajua kazi yake hmm. Eh, yasikosekane nyumbani. Lakini pia kula na uwapendao. Oh. Kula na nani? Uwapendao. Sasa mnaona tunavyokosa hii homoni. Wazazi wetu zamani walikuwa wanakulaje? Mama kwenye lisinia na mabinti zake si ndio? Baba kwenye sinia na vijana wake si ndio hivyo? na mnakula mkipiga stori. Sasa hivi tunakula tukifanyaje? Kitaalamu tumeshaambiwa ni mbaya, kwamba akili chakate kile chakula au iende hapa. Meona tunavyojiharibia Mtoto anakula sahani yake si vibaya, ni vizuri, lakini basi hebu siku moja moja weka kwenye sinia, kaa hapo na watoto wako, njooni wanangu, kuweka bonge la sinia, kaa hapo na wavulana wako na wasichana wako, hebu tuleni wenzenu. Zamani tulikuwa tunakula hivi, na inaleta raha, si ndio? Inaleta raha sana. Haya, namba nyingine, jithamini na uthaminiwe. Jithamini mwanamke. Moto wetu unasemaje? Mwanamke, mwanamke, tambua thamani yako. Wewe ni wa thamani, sasa ujithamini kwa sababu wewe ni wa thamani. Ukijitambua wewe ni wa thamani, utaishi kama mtu mwenye thamani yake. Ya, ili homoni imwagike, kingine ni kushikana mikono na umpendae, shikwa mkono, sawa eh. Bahati mbaya sana watu kabla hawajaoana huwa wanashikana mikono, si ndio? Wakitembea wanashikana mikono, labda wamuone mzee wa kanisa ushemasi, ndo wanaachiana <laughs> lakini wakishaoana hawashikani mikono hivi. Shida ni nini? Shida ni nini? nawezaje kumzoea mume wangu Namzoe ili nini? kwa nini nimzoee? Yaani nimzoee kiasi hicho mpaka nimwone wa kawaida? Hiyo sio kawaida. Ni kweli ni mume wangu, ni kweli tumeishi miaka mingi, lakini siwezi kumzoea kwenye hiyo hali. Mwanamke anafurahia zaidi akishikwa mkono, na wanaume wengi hawataki. Unajua, mwanamke anahitaji kumbatio kwa siku mara ngapi? mara ngapi? kumi na mbili. Yes. Wale wenye mabinti wale, umemwona huyo binti anahitaji hilo kumbatio kutoka kwa baba yake. Akishakumbatiwa vizuri kutoka kwa baba yake hatahitaji kumbatio la kijana yeyote atakapofika ule umri wa balee, kwa sababu atakuwa ameridhika, amekuwa satisfied na penzi la baba. Kwa nini wasichana wengi na wavulana wengi wanaingia kwenye ngono kabla ya wakati? Alikosa penzi la baba, na kijana amekosa penzi la mama yake wanapokutana hawa wawili wanafikiri kwamba hicho wanachofanya ndio sahihi, maana hawajui upendo unafananaje. Mpe kijana wako mapenzi wa kiume, mpende mpaka ajue. Penda binti yako baba, sawa? Mwambie mtoto wako vile Mungu anavyompenda. Mwambie baba amelala, ni kweli, lakini Mungu yeye ndiye baba yako. Nenda kamsomee baba wayatima na mwamuzi wa mjane, kamsomee mtoto fungu. Kwa hiyo kushikana mikono, kukumbatia, kukumbatiwa, sawa eh, na wababa laiti wangejua, asubuhi unapoondoka, jamani, wababa wale wanaosikiliza, mkumbatie mkeo, kazi njema, ushinde salama, nawe kazi njema, mke wangu. Mkumbatie uone kama ukirudi jioni atakuwa amenuna, lakini hata anakusemesha, ila wa baba, Mungu awaponye mke wake. Anamsemesha, ashafika kule, kama ana gari kashafunga na mlango wa gari, alafu mke wake anabaki mnyonge kutwa nzima. Huyo ni anayeitwa oksitosin, kwa jina jingine inaitwa love homoni. Haya, mwingine anaitwa serotonin. Hii utaandika s e r o t o n i n Form 2 F nimewaacha SE <laughs> SE. tayari R R O T O N I N. Serotonin huyu kwa jina jingine yeye anaitwa, sikiliza mzuri sana, huyu yeye anaitwa mood Stabilizer. Jamani, stabilizer, nyie mafundi hapa, stabilizer ni kitu gani? Kina kazi gani? Ni kifaa ambacho kina balance umeme. Aa, neno zuri sana , tena sema. Ni kifaa kinachotumika kubalance umeme. Sawa, eh, kazi yake kubalance, kuweka katika usawazo, kwamba ukija mwingi ukae sawa, ukiwa kidogo unapandisha mood stabilizer. Hii inaitwa serotonin, kazi yake ndio hiyo. Unapotaka kukasirika, ufuraha imezidi, ana balansi hiyo, ndio kazi yake. Yuko hapo, ana kazi hiyo. Hii ni homoni ya utulivu, inachochea mtu kuwa na utulivu. Inazalishwa kwenye utumbo, ubongo na mfumo wa nerves. Serotonin inazaliwa kwenye utumbo, kwenye ubongo na kwenye mfumo wa nini eh? nev pamoja na chembe chembe za damu, huko ndiko inatengenezwa. Sawa sawa. Inahusishwa na udhibiti wa hisia, usingizi wa msawazo. Kuna watu hapa hawalali, shida ni hii hapa. Uhama halali, yani hata afanyeje halali. Kumbe huyu ndio kazi yake ni, ni kweli una matatizo lakini, anakubalansia mpaka unaweza kupata usingizi. Sawa, haya. Aa, inaweza kudhibiti furaha, wasiwasi hivyo. Sasa, ili kuchochea hii homoni, hebu sikia, simama kwenye jua kwa muda. Si tunajua jua gani sasa eh? Ni jua gani? Na nenda kasimame kwenye jua. Mnaonaga wazungu wanakuja kujianika kama samaki eh? Wanatafuta hichi kitu. Na zamani wa mama wa zamani alikuwa anafunga kitenge hapa na kwa sababu nyumba inaua anafunga kitenge halafu anafagia kule uwani. Kajua kanamtandika, si ndio? Anafagia huko anaimba, jua linampiga. Hakikisha unakaa kwenye jua, hii homoni inazalishwa, unajikuta ukiwa mwenye furaha. Sawasawa, watu wa Mungu. Haya, lakini pia kimbia, ogelea, endesha baiskeli, fanya mazoezi. Nione wale wamama wanaofanyaga mazoezi, ukitoka kwenye mazoezi unajisikiaje? Eh, hiyo sasa. Kuna wamama afanye mazoezi yoyote lakini pia hata nyumbani atatafuta hata mtoto wa jirani aje amkunie nazi, si ndio eh? Wapo ndio. Na siku hizi kule, kule unakonunua nazi kuna kukuna jamani. Hicho kitu siwezi kukifanya maishani, siwezi kufanya huo ujinga. Au mboga imesha katokatwa, mwanamke tu unanunua unaenda kupika.